Kipindi hiki cha neno la uzima na natamani niweze kuomba na wewe jioni ya leo. Kumbuka ya kwamba uh, leo ni siku ya Jumamosi na kesho ni siku ya ibada. Kama maandiko yanavyosema tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Kwa maana nyingine, huu ni wito ambao Mungu anataka tukusanyike siku ya kesho ili tuweze kumwabudu ili tuweze kumsifu na ili tuweze kusikiliza ni nini ambacho anatupa kwa siku ya kesho. Aa, kwa tafsiri nyingine naweza nikasema ya kwamba kwenda kwenye ibada ni neema, ni neema kabisa. Kuna baadhi ya watu hawaendi kwenye ibada, kuna baadhi ya watu wamefungwa kabisa. Kuna baadhi ya watu hata wakienda kwenye ibada, lakini hawapokei kila ambacho aa, kinafundishwa kwenye ibada. Lakini si hicho tu, wakati mwingine Uh, unakuta hawamwabudu Bwana hawamsifu Bwana na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo ningetamani jioni ya leo niweze kuomba pamoja pamoja na wewe, lakini pia naomba tuambatane pamoja na wewe kwenye ya maombi. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, ninakushukuru kwa neema yako ya ajabu na kwa utukufu wako. Naomba Bwana mkono wako na rehema zako, e Bwana ona siku ya kesho ni siku ya ibada. Watu wako Bwana watakusanyika kwenye madhabahu mbalimbali watu wako Bwana watakusanyika kwenye maeneo mbalimbali, kama jinsi ambavyo Bwana unatusukuma tuende kwenye ibada, kama ambavyo Bwana unanisukuma kwenda kwenye ibada. Ninaomba umsaidie hata huyu anayenisikiliza, mpe msukumo wa kwenda kwenye ibada, mpe msukumo wa kuingia nyumbani mwako Mungu. Tazama, unapenda wanadamu uliowaumba kwa mkono wako waweze kukusanyika na kukuabudu wewe. Unapenda ibada, unapenda sifa, unapenda kuabudiwa. Baba, tazama kila moja moja, muwezeshe Roho Mtakatifu, mpe tarakisho la ibada, mpe tarakisho la kwenda kwenye ibada. Asiwepo mtu ambaye atakaa nyumbani kwa sababu tu hana sababu maalum yoyote ile, lakini kila moja moja Bwana achilia moyo wa ibada rebo shandaraba kusi yandereba kasika Mungu aachilia moyo wa ibada kwa kila mmoja mmoja, Mungu aachilia moyo wa ibada. Wengine wamefungwa, ndio maana hawaendi kwenye ibada wengine wamefungwa na nguvu za giza, wafungue Bwana waende kwenye ibada, fungua maisha yao, fungua nafsi zao. Wengine wanapata uzito. Kuna wengine wanaamka asubuhi, wanajiandaa kabisa waende kwenye ibada, lakini ghafla adui analeta ratiba, adui analeta wageni ili tu asiweze kwenda kwenye ibada, kwa sababu adui anajua ya kwamba atakapoenda kwenye ibada hatabaki kama alivyo. Atakavyoenda kwenye ibada atapokea mpenyo, atakapoenda kwenye ibada atapokea uzima, atakapoenda kwenye ibada atafunguliwa ndiyo maana adui anamletea ratiba, ndiyo maana adui anamletea wageni. Ninafunga hizo ratiba katika jina la Yesu. Ninafunga wageni ambao wanaweza kuharibu ibada yako ya kesho katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kila ratiba ambazo adui amekuandalia siku ya kesho, ili usiweze kwenda ibadani, ili usiweze kwenda ibadani. Hebu zivunje hizo ratiba katika ulimwengu wa roho, zikataa hizo ratiba katika ulimwengu wa roho. Dhamiria kwenda kwenye ibada, nuia kwenda kwenye ibada, dhamiria ndani ya moyo wako ya kwamba unatakiwa kwenda kwenye ibada. Dhamiria kwa kumaanisha ya kwamba hutakosa kwenye ibada, maana kwenye ibada kuna mpenyo, kwenye ibada ipo nguvu, kwenye ibada unauishwa, kwenye ibada unafunguliwa. Dhamiria kwenda kwenye ibada siku ya kesho. Baba yangu na Mungu wangu, tunakushukuru kwa mkono wako na kwa neema yako ninaweka mikononi mwako watumishi wa Mungu ambao watasimama kwenye madhabahu mbalimbali siku ya kesho, ambao watasimama kwenye madhabahu mbalimbali. Umeliachilia neno lako kwa ajili yao, umeliachilia neno lako kwa ajili ya ya ulimwengu, kwa ajili ya maisha ya watu. Roho Mtakatifu, watumie kama chombo. Roho Mtakatifu, wawezeshe. Roho Mtakatifu, achilia mafunuo. Watakaposimama kwenye madhabahu yako, wanene neno lako wasinene matakwa yao, wasinene hisia zao, wasinene maneno yao, wanene neno lako. E eh, Bwana wote ambao utawapa nafasi ya kusimama kwenye madhabahu, Bwana wakaliseme neno lako, wakaliseme neno lako. Lakini pia wote ambao watapata nafasi ya kuingia kwenye ibada, achilia moyo wa ibada, achilia moyo wa kusifu wewe, achilia moyo wa kuabudu wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninavunja kila aina ya uzito, ninavunja roho ya kusinzia kanisani, ninavunja roho ya kusinzia ibadani, ninavunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaharibu kila ngome ambazo zimejipanga ili kuweza kuvuruga ibada ya kesho, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kila taarifa zote ambazo, kila maneno yote ambayo yamepangwa kuvuruga ibada ya kesho, ninayasambaratisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaya sambaratisha katika jina la Yesu bari Bwana, siku ya kesho katamarati. Siku ya kesho kaliachirie neno juu ya taifa letu la Tanzania. Siku ya kesho kaliachirie neno juu ya kila makabila. Siku ya kesho kaliachirie neno katika bara letu la Afrika. Siku ya kesho kaliachirie neno katika ulimwengu. Bwana, kila moja moja Jehova akakwabudu na kusifu wewe. Lakini neno litakalofundishwa siku ya kesho, Baba, tazama likafanyike harisi likafanyike uzima likatusaidia na kutujenga likatupeleke hatua nyingine, kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Holy Spirit, ninakushukuru kwa sababu utatenda na kujifunua. Utaachilia mkono wako na baraka zako, utaachilia neema yako. Watakaoenda ibadani wamefungwa wakafunguliwe kwa mkono wako watakaoenda ibadani na mateso, ukayawashushe mateso yao. Watakaoenda ibadani wakiwa na na maumivu ndani ya mioyo yao, kama neno lako inavyosema ya kwamba wewe ni mtu wa mizigo, ukawatue mizigo ya magonjwa walio wagonjwa, ukawatue mizigo ya mateso wenye mateso, ukawatue mizigo ya maumivu wenye maumivu, ukawatue mizigo ya huzuni wenye huzuni. Katika jina la Yesu Kristo, mizigo yote Bwana, ikatuliwe siku ya kesho, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakushukuru kwa uaminifu wako, ninakushukuru kwa upendo wako, kwa damu yako Yesu Kristo, Jehova.